uzaliwa Marehemu Samuel Charles Nyerembe alizaliwa tarehe ishirini na tatu mwezi wa 9 elfu moja mia tisa themanini na moja katika wilaya ya Arum, Arumeru mkoani Arusha alikuwa mtoto wa nane katika familia ya Bibi Esther Mwerekwa yaliyosababishwa na ajali ya gari tarehe ishirini na nane mwezi wa 9 elfu mbili na tano alikuwa safarini kutoka Tanga kuja Moshi ametutangulia mbele ya haki, lakini alama aliyoacha aendelea kuishi ndani ya mioyo yetu. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana limidiwe. Risala ya hii imesomwa kwenu na kijana wa kwanza wa kiume wa marehemu. Hiyo ambalo hakuna mtu mwenye heshima, cheo, umri, uwezo, mali na chochote kinachoweza kutajwa ambaye anaweza akapuuzia jambo linaloitwa kifo. Kifo ni adhabu ambayo Mungu ametupa, inayotushikisha adabu sisi wote hata kama una kiburi namna gani, lakini sisi sote tutakufa. Hata kama una pesa kwa kiasi gani lakini siku moja utaondoka, hata kama una cheo gani, kiwe cha kidini, cha kiserikali au cha kimataifa, utakufa. Na kwa bahati moja nzuri, Mungu ameweka kifo katika daraja moja tu. Kama atakavyokufa maskini, ndivyo atakavyokufa tajiri kama atakavyokufa aliye mdogo ndivyo atakavyokufa aliye mkubwa. Ana mtoto wa chekechea, ana mtoto wa darasa la sita, ana mwingine wa form 2 na ana mwingine wa form 6. Saidie nimsaidie ku, kumsomesha, lakini hawa wengine waliobaki watatu na ye pia amemwomba anamwomba Mungu amsaidie awe hai atawasomesha pia mpaka wamalize elimu yao. Aliyeondoka alikuwa ni mhamasishaji mkubwa sana lakini ni mtazamaji na mpenzi sana wa klabu yake ya Yanga. Sisi Yanga tumepata pigo lakini tunaamini pia na watu wengine wamepata pigo kama ambavyo sisi tumepata. Hivyo tulishikana mikono tukasema tuje kuiona familia.